Wote hamjambo, leo nimetamani kuongea hivi. Nataka nizungumze na wamiliki wa biashara, taasisi, kampuni. Wamiliki wengi wa biashara, taasisi pamoja na kampuni wamekuwa wakikosea sana kabisa katika jambo hili, na wengi kwa kujua ama kwa kutokujua, wamekuwa wakiendelea kufanya hili kosa kila uchao. Wengi kwa mfano, nitachukulia mfano wa taasisi binafsi kwa maana ya kampani au kampuni. Taasisi nyingi zimekuwa zikiruhusu uwekezaji uh, kwa shares yani kwa, kwa kuwekeza kwa mjumuiko yani, anakuja mtu fulani anasema anasema unachokifanya ni kizuri, naomba ninunue hii salaba tuseme, au naomba niwekeze kwenye kampuni yako. <coughs> Ni kweli ili jambo ni zuri, kwa, kwanza linakufaa, linakunufaisha kupata mtaji kuendesha project na kufanya mambo mengine mengi, ila jambo hili hili pia ni hatari kwa afya yako na ni hatari kwa biashara yako na ni hatari kwa kampuni yako. Kivipi? Wengi wamekuwa wakiruhusu wawekezaji wawekeze zaidi, zaidi kuliko wao. Unakuta mwekezaji amekuja anataka awekeze asilimia 60 plus. unakuta eh, mtaji wako akiangalia mtaji wako ni milioni moja tuseme au milioni mbili hasa yeye anataka awekeze milioni tatu au anataka awekeze milioni tano, wao ustuki, kwa huh? wao ustuki, kwa mfano, kama ni kampuni ambayo inaendeshwa kwa shares tayari anakuwa na privacy ya kuweza uhuru ku, yani, yani, ya ku, ya uhuru ku, yani, ku, kuchukua kampuni yako kama utashinda kulipa, unless otherwise uwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba kile kiasi ambacho kitakuwa kime, kime kimewekwa au kimewekezwa by shares kwenye taasisi au kwenye biashara yako, uwe unaweza kukirudisha atakapokihitaji. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unakuta wawekezaji wengi kwenye hizi taasisi, kwenye hizi biashara wanakuwa wameagizwa na biashara nyingine kubwa, na mfano wewe labda una, unajihusisha na kampuni ambayo ni ya usafirishaji sasa utakuta kuna kampuni nyingine ambao anajihusisha na, na masuala ya usafirishaji. Sasa wakishaona kwamba huyu uh, mtu mbona amekuja na kasi kubwa, wanachokifanya wanamwagiza mtu awekeze kwa niaba yao. hmm, si mnanielewa hapa. sasa anapokuja mtu awekeze kwa niaba yao. Ana kabla ya kuwekeza anakuja anaangalia uwezo wa taasisi au uwezo wa biashara ambayo anakuja kuwekeza. akiona kwa mfano labda tasisi au ya biashara yako ina labda tuseme, uh, ina labda mtaji wa milioni kumi na tano. Yeye ataponeka majibu kwamba mtaji wao ni milioni kumi na tano, atakachokifanya anataka awekeze labda tuseme mara mbili yake, au anataka awekeze labda kwa asilimia sitini. Utakuta wa mtaji wako ni milioni kumi na tano, eh, milioni labda thelathini. Hiki kimekuwa ni kikwazo kikubwa kwa wengi ambao wanaendelea kuwekeza, kwa wengi, kwa kampuni ambazo ni startups, kwenye taasisi ambazo zinaanza, kwenye biashara ambayo inaanza, utakuta watu ambao kuwa, wanakuja kuwekeza wanakuwa wameagizwa na hizo taasisi. Mwisho wa siku, wanakuja na wanatumia ile mbinu ya if you can't, uh, destroy someone try to join them. Kinachofanyika ana anakuja kwa sababu, kwa sababu hisa na atifungani au, au shares, e, shares kwenye kampuni zinamruhusu mtu awe ni mmiliki au zinamruhusu mtu awe ni sehemu ya umiliki. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni sehemu ya umiliki anaweza kufanya chochote, na unakuta sasa biashara yako au kampuni yako badala ya kuwa ya kwako inageuka kuwa tawi na taasisi nyingine kubwa. Kwa hiyo kama wewe ni mfanya biashara, kama wewe ni Uh, una ndoto labda ya kuwa na taasisi, tafadhali chunga hili swala, yani kuwa makini na watu ambao wanawaruhusu waje kuwekeza kwako. Sisi tunaelewana. Yeah, ya natakiwa niwaambie haya yote kabla ajawakuta, kwa sababu wengi wamelia na spendi, wengi waendelee kulia. Ndio maana huwa anapenda sana kuzungumza uh, ili watu wapate wapate watu wapate taarifa kabla ya mambo hayajawapata. Kwa na watakia wakati mwema, mwe na siku chema.